Ni bwana, sisi bado ya tupo tunaendelea na exclusive interview ambayo tupo na tumezungumza na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini na sasa tunazungumza na mwanachama mwanachama haya ambaye anapatikana jimbo la Makambako, tutakuja kumfahamu hapa, majina yake anaitwa nani na je kuelekea 2025 anazungumza nini na je yeah, kwenye kile ambacho anakiamini kwa viongozi waliopatikana, tunaweza kufika kule tunakotegemea au hatutafika. langu jina lakini yupo Jo behind the camera pamoja na mdundo wa Mai. Habari yako salama? Salama. Tukufahamu, naitwa nani? Pengine kutoka Makambako ukiwa kama kama nani? Nani wanachama? Wanachama. Kama ni ni kiongozi <coughs> <ni kiongozi. coughs> <coughs> ah, mm-hmm. mambo ya fedha, mambo ya ya pesa. Sawa. <laughs> tunakubali tsiatuzungumzi hapa. Uh, viongozi wamepatikana. Sisi kama wanachama huko Makambao, imani yetu iko wapi? Tunawaamini hawa viongozi kwa kiasi gani? wanaweza kutufikisha kule ambapo tunatumania kufika? Asante. kitu cha kwanza uko ni kuwashukuru wajumbe walioenda kuwachagua wa viongozi wetu, na pia mimi ninachoona wajumbe ni viongozi wetu, kwa kama ni viongozi wetu wanatuletea kitu ambacho wa wananchi wanataka, kwa hiyo walivyokaa na kuona wakaona viongozi waliopatikana na waliowachagua ni viongozi sahihi wa kutupeleka tunapotaka. Je, matumaini yako kwamba kufika 2026 tutazungumza sisi Chadema tukiwa kama watawala wa nchi? Nadhani matumaini yako, lakini kuna kitu kisipatikana mm -hmm. au kikikosekana mm hakutakuwa -hmm. na matumaini kitu gani uchaguzi Ha, sisi Chadema kumbe tunataka tume huru ya uchaguzi maana, bila nadhani ni tume huru yale, nadhani ya yale, masuala ya uchaguzi. Tena tumezoea kwenye nchi za wenzetu kwamba tukihisi kama uchaguzi uko sawa, sisi tunaingia msituni. Sisi wanachama kuingia tushawahi fikiria mm -hmm. kuingia msituni kitu ambacho naamini ni, ni, ni sijui niongeaje ili nieleweke mm -hmm. kitu cha kwanza wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na ile nini wanafanya hmm. na nini kinafanyika, lakini Chadema sisi tunafahamika kama sisi ni ni ni wanyang'anyi au mamluki, watu fulani mm hivi -hmm. ambao sisi kwanza hatuna subira kwa jambo lolote. Ya kweli kesi sio so, kweli kwa sababu tulikuwa wanyang'anyi na mamluki na hatuna subira, subira, subira hamna. Kiukweli tulikuwa tunafanya vurugu kila siku, lakini wanatufanyia uchafuzi wanatutoa kwenye uchaguzi lakini bado tuko. Ndio maana sasa hivi tumesema hivi, bila tume huru, ni mgombea gani ambaye aligombea nafasi ya urais, wewe uliamini kabisa atashinda, halafu ukashangazwa na matokeo ya wabunge wa nchi? Ah, hilo ni moyo wangu hasa. Kwani wewe uliamini kabisa ameshashinda? I say, yani ndio hivyo. Tena jinsi. Lakini sasa turudi hapo, umemtamka Lowassa. Mwaka elfu mbili na nane. Hmm, huyu jamaa alikutana tuhuma za Richmond. Huyu hmm, jamaa alikuwa waziri mkuu kipindi cha Jakaya Mrisho Kikwete, akatuhumiwa kwa ubadhirifu wa fedha feza. Hmm, CHADEMA mmejichanganya vipi kumwamini akagombia nafasi ya ya, ya urais? Nadhani kwa wakati huo ambao tulikuwepo, hmm, tuka hmm, ni tukamwamini, eh, ni, hmm, hmm, ni kitu ambacho aliaminiwa, ndio maana akasimama kwa wakati huo. Ndio maana ukiangalia saizi tunasema wanachama wote aweze akatoka chama pinzani mm, au mtu yoyote akaja akaibuka hajajenga chama, hajui kuna nini kinaendelea hicho chama, hajui kimefanyaje mpaka kuwa vile, afu aje agombe. Wanasema kichwa apoteza CHADEMA ni kumwamini mwizi <laughs> yaani, mtu alikuwa mwizi, nikamwamini nikampa nafasi, alafu nanyiwe nyewe akawadidimiza akawapoteza. Ni kweli? Au <laughs> kusema kipindi kile hatukuwa na mtu mwenye ndoto za urais. So kweli? Sasa kuwa tulimwamini mwizi kirahisi hivyo yu leo jamaa tukubaliana ni mwizi elfu mbili na nane tukubaliana jamaa ni mwizi, na kwenye kampeni za Dr. Willibrod Slaa alisema hatuwezi kuishi kwenye nchi ya wanyang'anyi na watu wezi, akiwa na mtaji Edward Ngoyai Lowassa Halafu huyo huyo akaaminiwa na chama pinzani akagombea urais. Hamuone kama ni hujuma na kuchafua majina ya watu kuwaita wezi na majambazi, mwisho wa siku ndio mnawaamini, si kweli? Kwa sababu mimi nachoona, au mi nachoisi kwenye akili yangu na mtazamo wangu, chama kilimwamini kwa wakati huo na kikaona kabisa kupitia Lowassa tunaweza tukafika sehemu ambayo tunaitaka, yani kama ni nchi ya waite basi wanetu, makabaku na maeneo ya karibu. Uchaguzi unakaribia, tufanye nini sasa ili tuweze kukisugeza tarima na kali tunapataje? Nadhani kama tulivyohamasisha kuhusu kujiandikisha, hivyo hivyo tunawahamasisha mkapige kula kwenye uchaguzi, endapo tukipata tume huru na tukaingia kwenye uchaguzi. Lakini pia upatikanaji wa kadi ni kuja kujisajili kunapo uandikishaji ambao maana saa hizi hatuna lanili issue na hatuna yani sehemu maalum ambao unaweza ukajiandikisha na nili, lakini kwa msimu, au ukamfata kiongozi wa chama yoyote unaweza ukapata kadi yako na ukawa wanachama wa Chama cha Demokrasia. Wanasema leo wanaficha sana watu, wanawapata vipi? Hmm, kwenye kujificha ni uungo maana kila mtaa au kila kata kuna ofisi, lakini pia kama jimbo tumefanya ujenzi wa ofisi tokea mwaka elfu mbili na ishirini mpaka sasa. Tuna ofisi yetu nzuri ya jimbo na inapendeza. Yani hivyo ofisi tunayo. Kazi, kazi nadhani bado ila inafanya maana bado haijaisha vizuri, lakini ufanyaji wa kazi wa simpo tunafanyia tutegemee mtu akienda pale, kwenda kutafuta na kukuta watu si tofauti. Hapo nadhani mtu akifika ofisini, bado hatujahela. Kwenye kata zetu tupo, lakini ofisi ambayo inajulikana ni ofisi ya kata ya Mji Mwema ambayo ipo stendi ya zamani, stendi mpya, ambayo muda wote ipo wazi na kumbe ofisi ipo e. kehhewmtakitaka kale anafika pale, ehhe, uhamasishe basi akina mama akuchukua fomu, wasiendelee kuuka na nyuma kwa sababu kipindi cha uchaguzi ndiyo hiki. Wasiseme kwamba sikupewa taarifa e, ningepewa taarifa mi ningekuwa diwani. Asante, nawahamasisha wa mama wa wenzangu, wanawake wenzangu tukachukua fomu. Mimi pia nitakuwa miongoni mwa hao wanaochukua fomu na nitakuwa mstari wa mbele katika kipindi cha uchaguzi, si tutachukua fomu ya diwani nao. Kwa hiyo mambo si mabaya. Makaalmashauyan alikuwa nazungumza na mmoja kati ya wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na akitambulisha yeye kama mhasibu, umesikia hapo, lakini akiwahamasisha wakina mama pamoja na watu wengine kwenda kuchukua fomu pamoja na kupiga kula langu jina